Yeah, jinsi ya kuseti, namba moja, utaanza kwa kubonyeza sehemu walikuandikwa download game. Kifika hapo utamenya kwenye hicho kimshale kilichoangalia chini. Baada hapo utagusa hapo chini yake iliyoandikwa download yenyewe itaanza kudownload, tumia neno detail mpaka download sta, sta. Download ya kitu cha pili uta download Z archiver ambapo hapo utagusa linki hiyo, hicho kidudu cha button cha tatu hicho ambacho kimeandikwa download Z archiver ili kupeleka play store, unaweza search play store Z archiver ambapo hapo application ni hiyo hapo baada ya ku download baada ya kudownload kila kitu, sasa utaifungua application inaitwa ZArchiver ambayo toko hapo nyuma nitakuwa nimeshaelekeza jinsi ya kudownload na na kuinstall, utaifungua hiyo application ya ZArchiver baada hapo, utaenda kwenye sehemu alikoandika download. Hapo ukienda kwenye download unaliona hilo hapo, imeandikwa maleo it is too traffic. Hiyo hapo maleo utagusa mara moja, utaenda kwenye option iliyoandikwa extract to Niki, ni option namba tatu taimin hapo. Baada hapo, utakipa screen from turning off ili siweze kujizima hiyo, tasubiri hapo. Baada ya hapo, itatokea hiyo folder utalifungua tafungua kitu cha kwanza kilichoandikwa APK hiyo utafungua. Baada ya hapo, utagusa mara moja, utaenda option namba moja, hiyo install. Utasubiri subiri hapo load, usiwa na haraka, subiri load hapo, subiria ya kidogo hapo kufuatana na simu yako naona simu yangu imechelewa kidogo kwa inaweza ikawai au ikachelewa, kama mimi ilivyo load hivi. Subiri, yaani mpaka itokee ile neno pop up iliyoandikwa neno install, wewe isubirie hapo. Yeah, ya imetokea pop up iliyoandikwa do you want to install this application, unachapa install ile neno. Baada hapo haitaonekana, haitaonekana itapotea tu chana nayo, tarudi nyuma kwenye kwa mshale ambapo msharudi hapa Utaenda sema alikoandika OBB, fungua mara moja, utagandamiza kwa nguvu. Ukishagandamiza kwa nguvu, utaenda option iliyoandikwa card, ni option namba tano. Baada hapo utagusa lile neno la OBB lililoandikwa hapo juu, lililoandikwa neno OBB, utagusa hapo. Baada hapo utamenya neno lililoandikwa device storage. Baada hapo ikifunguka hivyo, utaenda sema alikoandika Android. Baada hapo utaenda sehemu namba tatu iliyoandikwa OBB. Mimi imefunguka direct OBB. Ikileta changamoto yoyote, labda OBB ijafunguka imeleta sijua ndo restriction. Maneno yoyote ile ambayo yataleta. Ambapo maneno mengine yoyote. Maneno yote tutawaleta, video ya jinsi ya kuseti ipo kwenye comment hapo, nimeweka kwenye comment section hapo ndo nimeweka jinsi ya kuseti hayo, kama italeta tofauti tofauti, hii video hadi mwisho, maelezo yake yapo kwa hapa naanza kwa mimi kwa watu ambao itafunguka kama mimi hivi. Kwa hapa ikifunguka, au bibi, utaminya chapa, utachapa hapa, ita- uta paste hapa, itakuwa imeshamaliza hapa. Baada hapo utatoka, uta clear mafaili yote, uta close tabu zote, kama hivi nilivyofanya, kisha close tabu zote, utatoka hapa, utaingia, utaingia katika nanili baada ya hapo ikishana, ikisha funguka hivyo, utaitafuta hilo game. Kwa mimi hapa alipo hapa kwenye home screen, ukiona alipo kwenye home screen, kwa simu kama za Samsung na zingine zinakuwa kwenye game, hapa game launch. Ukienda hapo utalikuta hilo game utalifungua, baada hapo utaalao kama hivyo, utaload hivyo. Subiri hapo, subiri load hapo fuatisha video kama inavyokuonesha, usifanye uyani, us, yani usifuatishe, yani usiende tofauti na hii video. Fuatisha kila kitu, utasubiri load ya, utabidi uifungue mara moja, usifanye chochote, utatoka nje hapo, utasubiri load hapo, subiri load Ikisha load mini exist toka, achana nayo, utatoka nje, utatoka utarudi kwenye zedi ya chiva. Lakini kwa wale ambao wamelipia wamelipia package ya elfu kumi na mbili maana yake kwa mpaka hapo uta, uta wewe video yako itakuwa imeishia hapo, kwa sababu utakutana na vitu viwili tu utakutana na ma, na IPK na UBB. Lakini kwa wale ambao wamelipia package ya hiyo elfu kumi na saba video inaendelea, video ijaisha, maana yake unaendifungana kwenye zedi ya chiva, unakuelekeza jinsi ya kuziweka sasa zile modi za basi na modi ya mapo. Umeona, hii simu alikuandika basi ya ID, ili hapa, ili folder limetokea ili ili hapa. Sasa utofauti katika simu, mimi limetokea kwa hapa, basi ya ID limetokea kwa hapa. Lakini watu wengine, hii basi ya ID inakuwa ndani ya document, huko ndani ndio inakuwa kuna ilo neno basi ya ID. Tuende, sawa. Tarudi kwenye download. Utafungua sehemu ya kwanza iliyoandikwa maleo it is to traffic 4 3 4, tafungua hiyo. Baada hapo utafungua sehemu aliyoandika modi. Baada hapo hizi modi mbili hizi utazikopi utamenya kwenye vinukta vitatu hivyo. Baada hapo utaenda ya kwanza hiyo multiple select utaselect moja mbili. Baada hapo utazigandamiza kwa nguvu utaenda sehemu aliyoandika kati option namba 4. Baada hapo utamenya hilo neno mods liko hapo juu. Baada hapo utamenya hilo neno liandikwa device storage. Kitokea itakuja hivi. Hakikisha hichi kiduli cha hapa pembeni hakitoki. Sasa hapa fuatana. Kwa ambao basi SSID tafuta basi SSID. Kuna nyingine inakuwa hapa nje au au wengine inakuwa ndani ya document. Kwa mimi ipo hapa juu kwao, hiyo utaifungua hapo. Ambao fungua basi SSID utaenda sema liko andika mod, utaifungua mara moja, utaminya hichi kibox hiki hapa. Itakopika hapa kwa hata wale ambao basasaidii hiko kwenye modi fanya hivo hivo. Baada hapo, utatoka sasa, utatoka, yani utatoka kote hapo, utatoka, utarudi tena ndani ya game, utarudi ndani tena ya game la maleo utalifungua tena, subiri kwa sababu sijawasha, nimewasha data hapa, na bidi wewe umewasha data kwa mara ya kwanza, ili iweze ku load data, ili load data zako na play yako. Hiyo hapa imeshaingia yeah. Sasa utaikuta kibasi kipo kama hiki, basi kijebisi hii kipo hiki, hiki hapa sasa uendeshe basi halisi, utaenda kwenye sehemu alikoandika walikuandika modi. Baada hapo utaenda tu gereji, baada hapo utaitafuta hiyo game. Basi utarudi tena basi, ndio hiyo hapo, utamenya neno yuzi, baada hapo utamenya neno okay. baada hapo utamenya neno yes, utarudi nyuma hapa. nataka nitoke tena leta. Utarudi tena kwenye neno modi. Basi yetu hii hapa ishaingia, isha, isha importika ndio hapa. Baada hapo utamenya tena modi. Tenda kwenye map. Ili kuiplay hii map sasa ucheze map. Utamenya neno play. Sasa kuzimport inatumia bando. Ila ukitaka kucheza kucheza offline, ba hapa mpaka hapa ukishaweka modi ya basi kama hivyo, ukishaweka kila kitu, unaweza kucheza free modi ambayo ni bila bando hiyo. Au kwenye modi kwenye kucheza na mapu yako, unaenda mapu hapa, una play hapa, ulikoandika play, ili uweze kucheza hiyo mapu mapu yako hiyo hapo, cha kucheza fresh kabisa. Sasa nimekuelekeza, lakini kwa wale ambao utapata changamoto kwenye basi, maana kuna baadhi ya simu zingine huwa zinazingua, unaweza uka input manually, ukamenya neno input, ukachapa file manager, ukaenda hapa kwenye main document, labda ukatafuta simu usika, kama ni kwenye basi sasa, kama mimi au ipo ndani ya document ukaitafuta ukaiimpot ukaiimporti manuali nikafana mimi basasaid, labda ipo kwenye ndani ya dokument, labda kafungua basasaid ukaenda kwenye modi, labda uka, unaichapa modi manuali ta unaipiga hivi manuali. Baada ya hapo unaminya yes, una, utatumia hela utatumia free kwa kuangalia ads hivo. Hiyo ndo njia nyingine, mpaka hapo shamaliza kwao unaweza kuwa nacheza ya. game yako hapo, mpaka hapo tayari kwa kwa changamoto yoyote. kwa wale walionunua kama, hujanunua game kwangu, sita kama game usinifuate sitakusaidia chochote. kama game umechukua kwa mtu mwingine au rafiki yako akakurushia usinifuate, maana ukija unifuate unabidi ununue upya. naongelea kwa wale ambao watakuwa wamenunua game ndio anifuate kwa changamoto yoyote, asante.